Kabla ya kuja hapa nilifanya research kidogo ya Koima. Nani Koima? Koima ni importers wa Korea na sisi ni exporters. Nikaenda kwa mwenyekiti wao huyu mama mbeleni, nikagundua kwamba kampuni yake ameanzisha ee, mwenyewe, you started your own company, nikagundua kampuni yake ni one of the top 3 importers wa Korea. Kwa hiyo ni mmekaa ndani ya chumba hichi na top 3. Korea ni ya nane duniani, turnover yake ya mwaka ya kampuni yake. Ana import nini, unajua? Ana import nyama. Nyama, nyama zote. Ng'ombe, kuku, nini? Turnover yake yote nzima kwa mwaka ni dola milioni mia saba sitini na tisa. Turnover yake ni mara mbili kuliko trade volume nzima ya Tanzania tunafanya na Korea trade nani. Turnover yake yeye peke yake, kampuni moja, ni sawasawa na trade volume ya Tanzania nzima, mara mbili, kaipita, kaizunguka. Nisipomtumia leo akitoka kwenye chumba hichi, hasara kwa nani? Balozi washafanya kazi yao. Dr. Samia Suluhu Hassan kishafanya kazi yake Mheshimiwa Rais. Sisi wizara tushafanya kazi yetu. tiseza yupo, Balozi Ulanga yupo, bila tifa yupo, wote washatandika red carpet na watatoa mazawadi mengi hapa, mtaona makahawa, makoroshi na nini, watatoa mazawadi mengi. Kazi iliyobakia ni ya nani? Msipofanya tutakuja kuingia sisi kwa kwenu, kwa sababu opportunity imekuja kuwagongea milango milangoni kwenu, imekuja kuwagongea hivi. Usually opportunity haigongi mlango, mara nyingi unakwenda kuihangaikia kuitafute, na hii yote inafanya serikali yenu, lakini kubwa zaidi wanakuja baada ya heka heka tulizopitia. Tumepitia heka heka, mnajua heka heka ambazo zimetutia madoa. Jana waziri mkuu mmemsikia jana, kazungumza na juzi pia mmemsikia. Still leo tunaaminiwa wanatoka delegation ya 16 top countries from Korea kuja kuwaona nyinyi. Of course wamepitia serikali, wataonana bila tifa, wataonana na Balozi Ulaka, wataonana na teri, lakini zaidi kuonana na kufanya biashara na nyinyi. Tuliopitia nyote mnajua, na tumeathirika sote, private sector imeathirika na public sector imeathirika mmeona, na jana katika matangazo yote yametangaza kwamba hatufanya sherehe mara hii, tutapeleka pesa zote. Kwa ufupi yani, hatufanyi sherehe, lakini tunaomboleza na hasara iliyotokezea, na pesa zote tutapeleka. Kwa hiyo nimetaka kutoa mfano mmoja wa mwenyekiti, bado sijaweza kwenda kwa makampuni yote kumi na tano kuwafanyia research, pengine hao wana turnover kubwa zaidi kuliko hapapo. Huyu mmoja katupita nchi nzima mara mbili za hiyo. So with this uh, few words say today's forum presents a great opportunity especially from where we are coming from an entry. This is a very good sign that the world is accepting us. Wale wanaoandika kwenye mitandao dunia imetugomea, <laughs> siyo dunia imetufanya nini, dunia imetususia. Dunia imetususia serikali, dunia imetususia. Si kweli yeah, yeah. Dunia hiyo, chairperson mwenye turnover ya milioni mia saba, <laughs> plus ndizo zitaje kwa mwaka, yuko na sisi leo hapa na nafurahi, wale wanarekodi kwa simu ndio watapata kupeleka sa maneno hayo, dunia no. <laughs> Usiache ni nzuri kwa sababu atapata, watapata kupeleka message tatizo inalowamiwa duniani kwamba message yetu haifiki, yale yote mazuri yanayofanyika yanataka kufutwa kwa message message kimoja tu basi. Leo watu wametoka Korea, wametoka South Africa, kwenye G 20 mkutano mkubwa wa nchi matajiri duniani wanakutana, wamekuja kuona nini. Nchi yetu ina thamani kubwa sana, Mungu ameijalia na Mungu ataendelea kuhifadhi nchi yetu, na Mungu ataendelea kutusaidia kuondoa wale wote wanataka kuchopa moto nchi yetu, kwa sababu hatuna pengine sisi pakujivunia isipokuwa Tanzania yetu.